Sasa, leo tumesema tunahitaji kujua experience yako kwamba pale unavyokuwa umeumizwa na mapenzi eh, ni hatua gani ambayo huwa unaichukua ya kwanza. Lakini uh, kabla sijaenda kupitia SMS yako na sijapita kwenye hizo tips uh, inawezekana ndio umeumizwa na mapenzi, lakini ushauri, pona kwanza maumivu ya mapenzi ndipo uchukue hatua ya kuingia kwenye mahusiano unaingia na maumivu kwenye mahusiano, unatia huruma e, kama vile upo romantic sana kwenye mapenzi kumbe una maumivu ya moyo e, mwisho wa siku unaanza kumuumiza mwenza e, unashindwa e, kudeliva kile kitu ambacho ilitakiwa ukitoe kwenye mapenzi. Kwa hiyo kama umeumizwa kwenye mapenzi, hakikisha kwamba umepona kwanza, baada ya hapo ndio uweze e, kuingia kwenye penzi jipya. Eh, watu wengi wanakuwa romantic kwenye mapenzi utasema kwamba ndio kafika, kumbe anachukua kama sehemu tu ya kuweza eh, kupona penzi lake. Sasa tupitie sms tuweze kuona rafiki zetu wamezungumza nini. Anasema Eliki Gasto Shilima kutoka Rombo Tarakea, mtaa wa Kasirwa. Tuko raivu kupitia mia moja na mbili nukta saba anasema Uh, mpenzi, mapenzi of course yanaumiza sana, sijui nitafanyaje ili nipunguze stress za mapenzi. Nimeachwa naumia sana MC, sijui nitafanyaje uh, ili kusudi niweze kuwa huru kutoka kwenye mapenzi. Of course, kitu cha kwanza ukiona umeumizwa kwenye mapenzi uh, huwa unashauriwa uweze kwanza kutulia, eh, ukae mbali na masuala zima ya mapenzi uweze kutuliza kichwa chako baada ya hapo uweze kutafakari kwamba ni kwa nini uliingia kwenye hayo mahusiano. Inawezekana uliingia kwenye mahusiano, ulikuwa huitambui kwamba umeingia kwenye mahusiano ili kusudi uweze kupata kitu gani? eh? inawezekana umeingia kwenye mahusiano ili kusudi uweze kupata pumziko na mtu ambaye ulikuwa una deti naye, ni mtu ambaye alikuwa na hitaji aweze kupata mtu wa kuishi naye katika maisha. Kwa hiyo tuliza akili yako eh, utambue kwamba unahitaji mtu wa namna gani eh? Kama mtu ameweza kuondoka kwenye maisha yako, please usiumie wala usijisikie vibaya, kwa sababu yupo ambayo utakayempata ataweza kulinda hisia zako, ataweza kutunza eh, amani ya moyo wako. Anasema kaka, nikiumizwa kwenye mapenzi eh, nasikiliza nyimbo eh, za kwaya, maana sahivi nataka kuwa karibu na Mungu, ndio maana natafuta maisha ah, ili eh, yawe makubwa zaidi. Asante sana, anasema yeye kama akiumizwa na mapenzi e, cha kwanza huwa anasikiliza nyimbo za Injili e, zinamsaidia sana katika e, kupona e, yale maumivu yake. Mpenzi msikilizaji e, kwa mia moja na mbili nukta saba Voice FM, mada yetu ya leo inazungumza, huwa unafanya kitu gani pale unavyokuwa umeumizwa e, na mapenzi? Ni hatua ipi ambayo huwa inachukua ili kusudi kuweza kupunguza E, yale maumivu ya mapenzi. Kuna watu wengine wakishaumizwa na mapenzi, wao kazi yao ni kutafuta e, wanawake wengine au mahusiano mengine, akifika pale na yeye anaangalia nafasi anaweza kuwaumiza. Asante. Huyu anasema kwamba ni sababu ipi ambayo huwa inafanya mtu kumuumiza mwenzake? Of course, sababu kubwa ambayo huwa inafanya mtu kuweza kumuumiza mwenzake, a, kikubwa huwa kinakuwa kwamba inawezekana yule mtu aliingia kwenye mahusiano na mtu na akamwamini sana kwenye mahusiano, lakini mwisho wa siku yule mtu ambaye alimwamini sana hakuweza kumpa kile kitu ambacho yeye alikuwa anahitaji katika maisha, hakuweza kudeliva eh, kile kitu ambacho mwenza wake alikuwa nakihitaji. Sasa unavyokuwa na aina ya mtu kama huyo, mwisho wa siku mkaja mkabreakup automatikali, na wewe utatoka na maumivu. Hasa kinachotokea mtu anaanza kusema okay, kama mimi nimeweza kuumizwa na mimi nikimpata mwenzangu lazima nitalipa kisasi. Hasa huwa tunalipa kisasi kwa watu ambao hawana hata hatia. Tunalipa kisasi kwa watu ambao pengine wanahitaji mahusiano serious kabisa, lakini we unaenda kuchukua moyo wake, unaugaragaza, unauchezea. Please vijana, tusifanye hicho kitu. Wakati mwingine tunaishi na laana za mahusiano. Eh, wakati mwingine tunaishi na laana tunashindwa kufanikiwa, tunashindwa kupata kipato, kwa sababu tu ya kuweza kutesa hisia za watu. Kuna watu wanaowekeza kwenye mapenzi, kuna watu wanahitaji serious love, lakini wewe unachukua moyo wake unauchezea. Unakuta kijana ana zaidi ya mahusiano, zaidi ya wanawake ama wanaume watano. Imagine, my friend, hayo sio maisha. Anasema da kwa mimi nikiumizwa kitu cha kwanza, aa, ninachokifanya natafuta mpenzi mwingine atakaye ni hendo, maana dawa ya moto <laughs> ni moto kaka, nisome kama toto la maskini, jukuu la lubote. Oh my god, ndio hivi ambacho tunazungumza kwamba kuna mwingine yeye akishaumiza anamtafuta mnyonge na yeye anaweza kufanya hivo. Naomba please tusiweze kufanya huko. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Ee, mimi naitwa Joshua. Aa, napenda kuwashauri vijana wenzangu, unapokuwa unaumizwa na mapenzi, unatakiwa ukae chini utulie akili na asikate tamaa. Asante sana, huyu ni mtumishi, ameweza kutushauri. And of course nilikuwa na mtumishi mmoja, yeye alikuwa hapendi sana masuala ya mahusiano, lakini siku alivyosema nahitaji mwenza kusudi niweze wa kuweza kuishi eh, naye alivyokutana na kizaazaa ilikuwa kila mda anakemea mapepo <laughs> kwa hiyo watumishi pia tuwe makini. Anasema nisome kama Simon wa Shantytown. Mi huwa nakaa kimya, hata akinitumia SMS nikijibu mpaka hasira zangu ziweze kupungua. Uh, huyu anasema kwamba Boni kutokea Rau madukani. Uh, mimi nikishaumizwa kwenye mapenzi huwa nasoma storybook. Ok, ni kitabu gani rafiki yangu ambacho huwa wanasoma, na sisi tuweze kushea? Anasema kwa kweli, uh, ni kusahau tu ndio njia sahihi ya kuweza kupuuza maumivu. Uh, ni mimi Angela pande za Arusha, and of course, uh, njia nzuri ya kuweza kusahau jambo ambalo linaweza kukuumiza, uh, ni wewe kuto kufikiria pale ambapo jambo limeweza kutokea, isipokuwa fikiria kwa nini hili jambo limeweza kutokea inawezekana wewe katika mahusiano ulikuwa unashindwa kufiti pale ambapo una pahitaji mi, nikwambie tu, kwenye mahusiano mara nyingi uh, ukimwona mwanaume amekufata au mwanamke amekukubalia huwa anaangalia uh, kitu cha kwanza ambacho huwa anaangalia anaangalia mtu ambaye ataweza kusimama kwenye weakness yake. Yani kama mtu ataamua kukufata wewe nakakuaminisha na kwamba anakuhitaji, maanake ameamini kwamba wewe ni mtu sahihi ambaye unaweza kusimama kwenye weakness yake. Kama ni mwanaume umempata binti ukashindwa kusimama kwenye weakness ya mwanamke, niamini mimi hakutokuwa na mapenzi kabisa. Lakini kama na wewe ni wa kiume utashindwa kusimama kwenye weakness ya mpenzi wako, niamini mimi hakutokuwa na mapenzi kabisa. Lakini kitu kingine ambacho huwa kinachagiza sana mapenzi ni pamoja na Eh, ni lazima uwe ni kama ni mwanaume uweze eh, kusimama mstari wa mbele kupigania eh, maslahi ya mpenzi wako. Yes, jana tulijifunza kwamba wanawake wengi huwa wanapenda kama tatizo likiwa limetokea mwanaume uweze kuanza na yeye kwanza and then uende kwenye tatizo. Mtulize mpenzi wako, muulize kama kulikuwa kuna tatizo, umeumia pole. Baada ya hapo umuulize sasa shida ilikuwa ni nini? Wanawake wengi huwa wanaenjoy, lakini kwa wanaume tuliweza kujifunza pia kwamba, lakini kwa wanaume wengi huwa wanapenda usikivu. Huwa hawapendi e, mwanamke uwe romantiki sana, hususan ni katika kile kipindi ambacho kuna tatizo limetokea. E, kwa hiyo tatizo likitokea please, kwa binti wa kike embu jaribu ku cool down, usilete sana mapenzi, msikilize, mjibu kwa heshima, embu jibu kwa hisia, onyesha kumaanisha ndivyo wanaume wengi ambavyo wanafanya. Hakunaga uchawi kwenye mapenzi, hakuna chuo cha mapenzi eh? Hakuna, niamini mimi. Kuna watu ni madaktari, kuna watu ni madokta, wana maphd, wana madigrii, lakini inavyokuja suala la mapenzi, oh my god <laughs> walinawamaliza sana, anasema kaka eh,